Ni Jumanne ya tarehe tatu mwezi wa sita mwaka elfu mbili na ishirini na tano Mbele yako unayomtazama ni Heavyweight underscore dula, ndivyo anavyopatikana kwenye mitandao ya kijamii, iwe Instagram au Facebook na uweza kumtafuta kwa kuandika jina hilo ambalo nimekwambia Heavyweight, mtu imara sana. Mimi nimefika hapa kuzungu kupiga naye story eh, kufuatia eh, yanayoendelea hivi sasa katika anga la kimichezo. Tunafahamu hivi sasa ni FIFA break kwa maana ya timu ya taifa itakwenda kucheza mechi ya kirafiki dhidi ya timu ya Afrika Kusini. Heavyweight hali yako iko vipi kaka? Bwana kwema namshukuru Mwenyezi Mungu. Mambo yako vizuri kaka. Ah, salama ndugu yangu bwana, toka tarehe ilikuwa ni tarehe e, thelathini na moja mm-hmm. hadi leo takriban kama siku tatu hapa zimepita, ukimya kidogo nikasema ngoja mm-hmm. ni mtafute Heavyweight amekaukiwa mambo au mambo bado yapo? Ah, of course tupo mambo, tunazidi kuendelea. Unajua mpira ni, ni, ni seme unachezwa siku moja moja, lakini matukio ya, ya, ya, ya kimpira yapo kila siku yapo kila siku na yanazidi kutokea. Kwa hiyo uh, kukitokea jambo ambalo linahitajika mimi kuchangia, of course nitachangia kwa upande wangu wa Uh, mimi hupita kwenye mitandao ya kijamii, uh, mara kadhaa huona taarifa nyingi kuzisoma na hata kuzisikiliza. Pia nimeona mechi fixture ya Young Africans kwa mwezi wa sita una timu tatu pekee, Simba Sports akiwa si miongoni mwa orodha ya mechi ambazo wow, wao watazicheza katika mwezi wa sita. Dhahiri shahiri msimamo umeendelea wa dabi kuto kuchezwa, unaliona hilo, wao wakiwa wenyeji wa mchezo ha, unajua eh... Hili swala limekuwa la muda mrefu sana sawa. Kwa hiyo eh, kwa sababu limekuwa la muda mrefu, acha niamini kwamba wapo wameamua wa, wa, wa, wa, wa kuchagua kusimamia msimamo wao sawa. Eh, wameamua kuchagua kusimamia msimamo wao. Mimi, mimi siko kwenye, kwenye nafasi ya kuzungumza kwamba Yanga wana wameamua nini, labda kama wapo serious na msimamo wao au la. Mimi sipo kwenye hiyo nafasi ila tu eh, ni kwamba mimi natamani kuona dabi inachezwa sababu katika kipindi ambacho tulikuwa tunakisubiria, ni mara nyingi kipindi kama hichi, ambapo timu zote mbili zina ubora wa kukaribiana na timu zote mbili zina zina nafasi ya kutoa ubingwa, na tofauti ni kwamba atakayeshinda mchezo wa dabi basi anakuwa na nafasi kubwa zaidi ya, ku, ya kutoa ubingwa. Na uh, kwa sababu Simba Sports Club ameshatolewa kwenye michuano ya kombe la shirikisho FA dhidi ya Singida. Naamini kabisa kwamba focus yake moja kwa moja atakuwa ameihamishia kwenye, kwenye ligi kuu ili angalau aweze kuwa na nafasi ya kuondoka na taji msimu huu. Na kwa sababu ili uweze kutoa taji msimu huu kipengele kikubwa zaidi ambacho Simba amebaki nacho ni dhidi ya Yanga kama ambavyo ilikuwa kipengele kikubwa kwenye FA dhidi ya Singida. Sasa kwenye ligi kuu ana kipengele kikubwa zaidi dhidi ya, ya Yanga ambaye tayari katika michezo takribani minne ambayo mara ya mwisho Simba na Yanga wanakutana Simba ya aliweza kupoteza na Yanga aliweza kuondoka na ushindi. Kwa hivyo e, niseme tu kwamba kwamba naamini kwamba inawezekana wakawa wana, wana machaguo hayo, lakini mimi ambacho nina, nina kihitaji kwa sababu mamlaka e, kupitia unajua, nimemsikiliza afisa habari wa bodi ya ligi Boimanda, amesema kwamba wao kama bodi ya ligi wanajua mchezo upo na kuhusiana na timu kutoa ushirikiano wanasema bado ni mapema, kwa sababu dabi ni mpaka tarehe 15. Kwa hiyo kuna siku chungu mzima hapa katikati ambazo zimebakia mpaka kuja kufikia dabi. Kwa hivyo kuna siku nyingi, kwa hiyo bado ni mapema kusema timu zitoe ushirikiano, lakini kwa upande wao wanaamini kwamba hakuna tatizo, kwa sababu kama kungekuwa kuna tatizo, wao kama bodi ya ligi wangekuwa na hiyo taarifa. Kwa hiyo mimi na, na, na, niki, niki, nikichukua tafsiri ya Boimanda kisha nikichukua na jinsi ambavyo Yanga wamesisitiza kwamba hawachezi na shindwa kujua nisimame wapi kusema ukweli, na vitu kama hivi unatakuwa, usi, usiwe mtu wa kuropokaropoka Simenielewa. Eh e, ishu ilikuwa imefika mbali, ilienda mpaka CAS, sawa, na CAS wao waliamua kwamba hii ishu kwa kule haina haina mandate ya kuweza kusikilizwa na wameiterminate na wameifuta. Watu wanashindwa kuelewa ile ishu, sio kwamba imeambiwa ianzie ndani, no. CAS wameiondoa kwenye orodha ya kesi zao ambazo watazisikiliza. Kwa hiyo inamaana hii ishu tayari CAS walivyokuja walivyoiondosha ku, automatically ushindi ulienda kwa bodi ya ligi pamoja na TFF. Hiyo nafikiri tulishalizungumza. Kwa hiyo kwa sababu bodi ya ligi na TFF walishinda Maanake tafsiri ya haraka haraka Yanga wali walishindwa kwa sababu walishindwa maanake wanatakiwa waobei au watii mamlaka na kwenda tu kucheza katika mchezo. Uu, mchezo, umeelewa? Kwa hivyo niwaambie ni tu kwamba hichi kitu wanachokifanya leo Yanga cha kusisitiza kwamba hawataki kucheza hiyo mechi. Miaka kadhaa mbele kitu kama hichi ambacho leo wanakishinikiza kitakuja against wao, yani kinaweza kikaja kuwa effect, kwa kutumia reference hii hii dhidi yao. Kwa sasa hivi watu wanaweza wasinielewe, kwa sababu bado hakijatokea, lakini miaka ya mbele kidogo kuna kitu kitakuja kutokea then hii reference ndio itakayotumika kwamba mwaka fulani mm -hmm. Yanga ya, iligomea mchezo na hivi na hivi na hivi na hivi na hivi na ikaja ikawaumiza baadaye. Kwa hiyo kwa upande wangu leo nimekuwa mpole, nataka nione mechi inachezwa mm -hmm. Sawa, mechi ichezwe e. Lakini otherwise mm -hmm. kama hawataki kucheza mimi sina cha kuzungumza zaidi ya kuwaambia Bodi ya Ligi wasituonyeshe kwamba wao hawana ms, msimamo au ni wadhaifu wa take actions. Anaetakiwa kupua alama tatu apewe kwa sababu ya kufika uwanjani, anaetakiwa kukatwa pointi kumi na tano akatwe, na kama kuna adhabu ya kuweza kushushwa daraja ashushwe. Umeelewa? Hiyo ndio itakuwa mwanzo. Tusianze kuzungumzia miaka ya 2006 sijui Juventus ikafanya nini ikafanya nini sasa iwe true kwamba tuanze kutoa reference yetu sisi wenyewe ya ndani kwamba mwaka fulani Yanga alishushwa daraja kwa sababu moja mbili tatu alileta ukaidi dhidi ya mamlaka. Ume, umetumia kauli ya ubora unaokaribiana. Mimi nataka tu tueleze e, kinagaubaga katika ubora unaokaribiana nani yupo juu ya mwenzie, na kwenye dabi tunayoielekea sasa hivi sasa, e, kwa jinsi ulivyomtazama Simba Sports, si mechi alizocheza e, nafasi yaliyopo mpaka hivi sasa mm. Young Africans kwa kikosi walichonacho, dhahirisha ili kwamba mzani uh, upo katika uiano sawa au kuna sehemu unayegamia uh, na kuna sehemu unakuwa upo juu unajua, uh, ukizungumza kwa mfano katika mechi ya kwanza ambayo Simba na Yanga walikutana ambapo mm. Simba alikuwa mwenyeji mm. ile mechi Simba aliweza kupoteza kwa bao moja sifuri, si ndio? Lakini uh, ile mechi ilikuwa ina malalamiko mengi sana nje ya uwanja. Simba alistahili kupewa mikwaju ya penalti, sio isiyopungua miwili, isiyopungua miwili na tunaamini kama pengine zile penalti ambazo simba wangepewa labda wangekosa, lakini kama wangezi convert, basi kungekuwa kuna uwezekano mkubwa wa Simba kuweza kuondoka na, na ushindi katika, katika ule mchezo uh, juzi tumeangalia mchezo wa FA Singida Black Stars. Uh, Black Stars na Simba no. maenelewa Singida wameshinda mabao matatu kwa moja. ule mchezo ulikuja siku mbili baada ya mchezo wao wa ligi kati ya hao, hao Singida na Simba na mechi ya kwanza ilikuwa hivyo hivyo kwamba Singida walipoteza lakini malalamiko yalikuwa walinyimwa mikwaju ya likuwa, wa penalty. Penalty. na heri sasi. Si ndio? Mm, Kabisa. sasa uh, kwa haraka haraka sikuwa kama unaelewa pointi yangu ni kwamba kutakuwa kuna pressure sana katika mchezo wa pili kwa waamuzi kujaribu kutenda haki, kama ikitokea mchezo utachezwa, mm. na maybe tunaweza tukaona hizi scenarios za timu kunyongwa kwa mara ya kwanza, Mwenyezi Mungu akatia karma timu ya pili ikashinda, kama ambavyo imetokea kwa, kwa upande wa Singida kwamba waliamini kwamba mechi ya kwanza walinyonywa, wali wali mechi ya pili wakashinda. Kwa hiyo kwa sababu Yanga mechi ya kwanza walinyonga wali kupitia kwa muamuzi, mwamuzi alikuwa ni nani ule Kayoko eh? Mm. He, alikuwa Kayoko yule alipeta penalty karibu tatu, kwa sababu Kibu alifanywa Kibu tu peke yake alifanywa fouls ndani ya box mara mbili, kama, kama sikosei kama ni mara mbili au mara tatu na kuna Teba pia alifanywa foul vile vile. Kwa hiyo tunaamini katika zile maybe angetoa penalty mbili tu, hata kama ziko nne, labda umetoa mbili zile za haki, basi Simba pengine wangeweza kuni sasa ukija kwa reference hiyo maanake mechi ya pili pressure itakuwepo, especially kwa waamuzi, na hichi kipindi cha kelele kwa waamuzi zimekuwa nyingi, huwezi jua uh, kukwambia kwamba eh, kwa ubora, ubora unaamuliwa mara nyingi mwisho wa msimu, kama timu mbili zimekuwa zikishindana kwa muda mrefu. Sasa kwa bahati nzuri dabi ilikairishwa ile kipindi, sio kwa bahati nzuri, ile bahati mbaya, lakini kuahirishwa manake Simba imeendelea kushinda mechi zake na Yanga ameendelea kushinda mechi zake, gap la point limebaki ile ile moja. Kwa hiyo timu zote zina ubora, sababu timu zote zimekaa kileleni mara kadhaa na kumpisha mwingine katika mtoka hii ligi inaanza, si ndio? mm -hmm. ashe kukaa Yanga akatoka Simba akaja kakaa juu, baadaye Simba akatoka akaja kakaa tena Yanga juu, baadaye Yanga akatoka akaja tena kukaa Simba juu, baadaye ndo Yanga akakaa tena juu mpaka leo, si ndio? mm -hmm. kwa hiyo zinapishana kwa sasa bado raundi moja tu, yani kwamba ya mtu kukaa juu ndo mazima ndo hii imebakia, zimebaki mechi tatu. Na kwenye peji ya Yanga nimeona wameandika kwamba wao wanazitambua mechi mbili dhidi ya Tanzania Prison na Dodoma Jiji na pamoja na game ya FA ya fainali dhidi ya Singida. Sawa, kwahivo mimi narudia tu kwenye pointi yangu kwamba wacheze sawa, inakuwa inakuwa ni jambo zuri kwa sababu ratiba zitaendelea kama kawaida mm, lakini wasipocheza yes, bodi ya ligi wanatakiwa watumie sheria na kanuni mm, kuamua kwamba kwa sababu kwa Simba atafika obvious, atapewa ushindi Yanga atatakiwa kukatwa alama zake na siku hiyo hiyo Simba akabidhiwe taji kwa sababu Yanga ndio mshindani wake aliobakia, akikatwa alama Simba apewe apewe haki yake basi. Hicho ndo, ndo cha msingi. Kwa hiyo hicho ndo ambacho naweza nikashauri nika, sina kingine mimi.